Waziri wa Viwanda na Biashara, Dr Selemani Jafo ameitaka jamii kuzingatia matumizi ya pombe kwa kiasi, hasa pombe kali, kufuatia utafiti uliofanywa na Shirika la Viwango Tanzania tbs unaonesha kuwa unywaji pombe kupindukia miongoni mwa vijana ni changamoto kubwa katika jamii. Akizungumza leo, mara baada ya kikao cha pamoja kati ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo na taasisi mbalimbali zikiwemo TBS, Wakala wa Vipimo Tanzania WMA, na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Waziri Jafo amesema kuwa serikali imeanza kuchukua hatua baada ya kupewa maelekezo na kamati hiyo kushughulikia tatizo la unywaji pombe uliokithiri.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 soda ambao kamati ilitoa maelekezo na Daktari Samia Suluhu Hassan alionyesha njia kuhakikisha mradi hii inapata ufumbuzi na kuweza kwenda mbele, lakini aaa, maeneo mbalimbali ya kiutendaji, hasa swala zima la upande wa viwanda, kulinda viwanda vya ndani, kuangalia jinsi gani swala zima la usimamizi wa kubwa sana, la wa bidhaa ambazo hazikizi viwango, changamoto kubwa